Wale Jeyara. Naam, naam. Mambo vipi? Ah fresh. Umepoa, umetulia. Eh, si unajua leo tunawafunga. Tunawafunga kina nani? Mashabiki wao tunawafunga. Mashabiki wa Yanga. Eh. Kwa nini unasema hivi? Hmm, h sasa kuna shabiki anajua mpira pale. Yaani niambie shabiki gani wa Yanga ambaye anajua mpira nani? Kuna wengi mimi naona kama wanajua. Ah. Hamna. Mashabiki wa kwanza, mashabiki wengi wa Yanga wana vitambi. Kwa nini kitambi ndio sababu ya mtu kutokujua mpira? Sasa utakimbiaje? Hata utakao wewe flat kama mimi hivi, ndio mpira unacheza. Watu ni vibonge wepesi, ujue. Hamna hamna. Hamna. Kwanza, yani, tutawaibisha sana leo. Yaani, machungu yote tunalipiza kwao. <laughs> Machungu yani? Machungu leo tufunga mechi zote zilizopita nyuma. Ah, tunarudisha kwao. Kwenye ligi kule. Eh. Hey. Kwao, mna mnaleta huko kwenye bonanza. Mnaleta huko kwenye bonanza. Tuna kunguta na situpata la kusema ya kusema. Eh. Sijakuona wewe kwenye mazoezi, kwenye press sijakuona, ndio kwanza tunakutana leo hapa uwanjani. Mimi bwana, nilikuwa nimesafiri ila nilikuwa nahudhuria kwenye vikao vyote kupitia simu mm. E, nilikuwa nimesafiri na mpaka sasa hivi najua timu yangu iko wapi e. Kwa ndio maana mimi nikajaribu kuwahi hapa e, kama kuna taratibu nyingine ambazo zimepangwa, sababu mimi ni mchezaji hapa e, niko complete ndapaka viatu ha? e. E, bwana? Bwana e, hey, kiatu, siona kiatu kinatumika hichi e, mimi ni mchezaji He, ukiona unazungumzia mpira ujue, na ujua na uwezi kuzungumzia kitu ambacho ukifahamu. Kwa hiyo mi ni mchezaji hapa, nilikuwa mkoani jana, nimerudi na nilikuwa napiga tizi kulikweli. Acha ba. Eh, napiga tizi kwa hasira. Sababu nataka yani, kuwafunga kidogo saba, nane, tisa, kumi. Saba, nane, tisa, kumi. Unawafunga mashabiki wa Yanga? Eh. Hawajui mpira, kana aje? Yani, unajua ma friends wote tunawafahamu mpira hawajui, tuko nao kila siku ambaye huwa anaongea sana afu unajua mguuni amna cheza. Lakini upande wetu huku, sisi kila mtu anajua boli, kila mtu nani huku, kuna mimi mwenyewe mtaalamu, kuna kuna mimi nacheza full back, nacheza winga, nacheza namba kumi, nacheza namba tisa. Yaani zile namba zote ambazo ni hatari watu wanakosekanaga, mimi ndo namba zangu hizo ngumu ngumu. Wewe pale Simba wewe ni kama nani hivi? Mimi kama ni mwanachama tu kawaida. Uh, ah yaani nasema sasa si ndo ah. Kwa wachezaji wa Simba ukijiangalia wewe pale nani? Ukipima ukipima, huko unamkuta Kapombe, mimi nipo. Ukirudi upande huo unamkuta Mligo, nipo. Ukisogea mbele unamkuta Budo, nipo. Ukisogea upande huku mpanzu zile nipo tena, zile zile za mpanzu la mpira. Yaani leo ndo nataka tuwaonyeshe kwamba mashabiki wa Simba hatuongei tu mpira, tunajua. Eh. Ukatisha, ulikuwa ushaanza kunitajia kwa wachezaji huko wa Simba, kwa maana mashabiki ambao hao ni wachezaji kulikweli wana ubonda yaani pale kiukweli, ki ambaye nilishawahi kumuona akicheza mpira ni Fumao tu basi, lakini waliobaki wote labda wakodi ndondo na hatutaki ndondo leo, anaambiwa hamna kuleta mamluki. Hamna mamluki, hatutaki ndondo. Wenyewe kwenye wale wale tunawaona wale wale, waongeaji wale wale tunawataka. Jana mazoezini kwenu mlileta mamluki watatu, alikamwa kaja akasema, nimewaona mamluki watatu, mamluki watatu marufuku kucheza. Akasema kuna jamaa na virasta, achezi huyo wamesema wame wamewaona kweli. Kuna wengine unakuta sio mashabiki wale ambao wanakuja uwanjani kusupport timu yao kila siku hawajulikani wa lakini ni mashabiki na wao e, lakini wakiwa, hata wasipohitaji hivi, yani lazima wafungwe. kwenu huko wachezaji kweli kweli, yani huku kwetu hadi mzalama wanapiga boli Mandala sijui naniyo kwanza kuna kiwale kuna Mandala kuna William kuna yani, sisi kwetu tukimweka k mziwanda, simuona k mziwanda yule mm. anaunawa kwelikweli pale katikati mm. simwone vile mm. mi kmziwanda mi mdogo wangu namjua vizuri anajua boli yule, k anaumanya sana yule, yeah, K anajua boli vibaya mno, usimuone vile anajua boli sawasawa, misnakwambia Mimi namjua mm. nimesoma naye shule hii moja ke. wapi? Tanga Eke hey, shule tumesoma shule moja. Mimi mimi niko la saba, niko la sita. Yaani mimi nimepita darasa hili moja. Kwa hiyo uwanjani, yeye kwa anacheza na men. Uwanjani yumo. Anazima winga yake moja anachukua, anakimbia kama upepo. Kwa hiyo sisi kwetu wachezaji ni wengi. Sisi hata tukimweka Mary anapiga boli. Baby Mary. Baby Mary yule pale. Kwetu anacheza. Wao watafute mtafute mdada kule ambaye anacheza mpira. Niwape elfu kumi sasa hivi. Wanasema amna amna wanawanywa kama mbili hivi za chap chap baba waba kama anacheza redi lakini, kama mpira mguu, ah, we mpira, mpira unahitaji watu. Unajua mpira, mashabiki wa Simba tumejaliwa sana, wengi kujua mpira, wengi mashabiki wengi, mpira tunajua. Sio leo mnatoka hapa mnasema oh, kule tunafungwa mpaka hii bonanza, na mashabiki pia tumefungwa, bwana, mkaanza kusema na wenyewe kwa wenyewe. Hamna, yaani leo hatuwezi kumsema mtu, bali leo sisi tunaenda kuwaonyesha kwamba mpira tunajua, mpira tunajua. Mashabiki wa Simba wote sio kinyonge, yaani sio kinyonge. Hata wakisema nani asicheze, yani ukimtoa huyu moto, ukimuingiza huyu moto, sisi hatuna wasiwasi. Hata sema tuwe kumi na moja tu pale pale, hao hao wanatosha na watakoma. Basi jana bana alikamu, akawa anasema kwamba wakati wanafanya mazoezi, si akatua tajiri pale, rais wa Dar City alivyoangalia mazoezi yake, akasema milioni tano hii hapa, kanywani maji, akaambia kesho mkimfunga Simba milioni ishirini zawadi hiyo. Ha, sisi haijatuuma kwa sababu hawezi kutufunga, hawezi kuipata. Yaani kwa kutufunga hawezi kuipata sababu, ndio maana hatuna wasiwasi hata wangeadiwa milioni 100 hawezi kutufunga. Sisi tuahidi tujiwe weka tujiwe. Bwana mkishinda, kuna jiwe liko pale nje tunashindaata hey. Kila laheri nashukuru hmm. hmm. Na njumu zako toki mtu. Eh. Yaani Ndo vile unajua kocha akikaa nje useme bwana fulani apumzike, wewe fulani kacheza namba fulani, wewe ndo mchezaji. Hayo ndo mimi, mimi unajua kilaka mimi hata kuniweka sita pale, unamwona kagoma, ndo mimi yule. Yani upite, yani ukipita pita mpira uende taratibu, wewe ubaki pale pale ulipo stopper. Tunaita stopper, ndo mimi eh. Wacha yenyesha, tujue wapi panapovuja. Eh, na na kawaida yetu si mvue kinyume, manyunyu tu. Ah, umeumia afu leo manyunyu alikuepo juu eh? Wewe hujaona mimi natokea, hey. Wapi kwanza kiwalo? Ukuta hapa tunazungumza mwenzangu hata tone hujaliona. Ah, mimi nimetoka nyumbani. Eh. Wapi maeneo gani? Yeah, na imefika? Yeah. Yeah. Hey. Ita imefika. Eh, hii da nzima manyunyu amepiga. Naonyesha kwamba leo mashabiki dabi. Eh, hey, salamu hiyo. <laughs> na kawaida ukiona manyunyu. Ah, imeisha. Ukiona manyunyu yule ndo mvua yenyewe ya magoli hiyo. Asa hayo ni manyunyu, yani ponya ponya. Lakini ingenyesha mvua ndo mvua ingamminikia. Mtaishia kuzunguka na kapu la magoli tu, lakini magoli mtasikia hivyo hivyo kwenye makapu. Sasa leo tutaongeza kapu lingine la magoli. Eh, kwa hiyo atakuwa makapu zaidi ya matatu manne. Hmm. Kila ukimulika unaziona ngapi hivi? Ah, naona. Yaani naona leo tumewafunga kidogo tano. Hizo kidogo. Yaani hapo nimemulika hizo kidogo. Kwa sababu wewe uniambie, kipa anamweka nani? Eh? Kaka, sasa hivi sijajua, lakini wenyewe wanavyosema kwamba wako fiti. Hamna ufiti wowote. Hamna ufiti wowote. Yaani mi binafsi labda achukue mamluki, lakini kama ni wale mashabiki tunawajua sisi. Mamluki hawatakiwi wa ndio hivyo, nasema labda wao wachukue mamluki, afu waseme ni mashabiki wao. My friends, tunawajua wote, tena kaa mimi, mashabiki wa Yanga wengi wa rafiki zangu wote nawajua. Ambaye sio shabiki nasema, huyu si yeye. Yeah, atumjui. Na wakati huo unasema kwamba wewe unawajua mashabiki wote wa Yanga, alikama anakuambia yeye mtoto wa Temeke, anawajua wacheza mpira wote da hii yote. Sasa wacheza mpira ndio sisi leo wanatuona huko kwenye timu ya vumbi, ndio sisi leo tunakuja kutimua hapa hizo nyasi. Eh, sana. Sana leo zitasema hizo nyavu zitatikisika sana leo. Eh, kwa mara ya kwanza tunaenda kuzindua kumi. Lakini kuna kupima moyo hapa. Mimi najiamini nafanya mazoezi na afya kwa hiyo najiamini, confidence ipo ya kutosha, sina wasiwasi hmm. Kila la heri, nenda kujua afya yako. Haya bwana. Nashukuru.